Karibu kwenye Kuku Kienyeji Hustle. Hapa tunaanza na kuku mmoja na tunatengeneza kesho yenye mafanikio. Usisahau kusubscribe. Leo nakupa faida tatu za mtama au uwele kwa kuku anayeyatamia. Moja, husaidia kutoa joto la kutosha kwa mayai. Uwele una mafuta na wanga kwa kiwango kizuri. Mafuta haya huongeza nguvu kwa mwili wa kuku, hivyo anapata nishati ya kudumisha joto la kutosha kwa mayai wakati wa kuatamia bila kuchoka haraka. Kuku anayepata nishati ya kutosha haachi mayai mara kwa mara, hivyo kiwango cha mayai kutotolewa vizuri huongezeka. B, huboresha afya ya kuku wakati wa kuatamia. Wakati wa kuatamia, kuku mara nyingi hula na kunywa kidogo. Uwele ukiwa na virutubisho vingi hasa protini na madini husaidia kudumisha mishipa ya damu, misuli na manyoya yake ili yasiwe dhaifu. Pia unasaidia kupungua sana kwa uzito kwani anapata chakula chenye nguvu nyingi hata kwa kiasi kidogo. Tatu, huchangia afya ya vifaranga baada ya kutotolewa. Kuku mwenye lishe bora wakati wa kuatamia hutengeneza mayai yenye viini imara na afya bora ya kiini tete. Vifaranga vitakapototolewa, vitakuwa na mwili imara, nguvu na kinga nzuri dhidi ya magonjwa katika wiki za mwanzo. Usisahau kusubscribe chaneli hii ili kujifunza zaidi.